Kila biashara ina ndoto, lakini ndani ya ndoto hizo kuna watu muhimu wanaoweza kuinua au kuiangusha hiyo biashara ambao ni wateja. Kila mteja anayekuja anakuja na tabia, anakuja na matarajio, misimamo na hisia. Leo tunazama kwenye safari ya kuelewa tabia za wateja ambazo ni tabia tano katika biashara yako, Kuanzia wale waaminifu wanaolinda chapa yako kama familia hadi wale wasio na uhakika wanaohitaji kusikilizwa ili waamini. Katika ulimwengu wa biashara, sio kuuza tu, ni kujenga mahusiano, kugusa mioyo na kutoa thamani. Ukimwelewa mteja, utamtumikia vizuri. Ukimtumikia vizuri, anakuthamini. Akikuthamini, biashara inakuwa karibu sana. Kwenye Moyo wa Malezi,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 Tabia ya kwanza ya wateja ni wateja waaminifu. Hawa ni wateja ambao hununua bidhaa au huduma endapo wameikubali na wameridhika nayo. Wateja hawa hurudi mara kwa mara kununua, ili mradi wapate bidhaa au huduma yenye kiwango cha ubora wanaohitaji. Mara nyingi wateja hawa ni wachache, ila hufanya takribani asilimia hamsini au zaidi ya mauzo ya mjasiriamali wateja hawa wanatakiwa kutunzwa na mjasiriamali kwa kuwapa huduma bora ambayo itawaridhisha wakati wote. Aina au tabia ya pili ya wateja ni wateja wa kiasi cha gharama. Hawa ni wateja ambao hununua bidhaa au huduma kulingana na kiasi cha gharama au bei ya bidhaa. Wateja hawa hufanya maamuzi yao kwa kuzingatia sana punguzo la bei ya bidhaa au huduma. Wateja hawa wanaweza kutunzwa kwa kuwaelezea kuhusu thamani ya bidhaa au huduma inayoendana na bei ili waweze kununua. Pia inatakiwa kuendelea kuwasikiliza kwa heshima, hata kama hawakubaliani na bei iliyopo, kwani baadaye wanaweza kuvutiwa na kubadili maamuzi yao. Wateja wengine tabia yao ni wateja wenye kushawishika. Hawa ni wateja ambao wanakuwa na uamuzi usiopangwa wa kununua bidhaa au huduma mara nyingi huvutwa na hisia au kuona bidhaa. Hawa pia wanaweza kushawishika na tangazo la bidhaa husika. Wateja hawa hununua bidhaa au huduma pale wanapoiona kuwa inawavutia. Wateja hawa ni wa muhimu sana kwa sababu maamuzi yao hufanywa kutokana na hisia baada ya kuona uzuri wa bidhaa au huduma, hivyo unatakiwa kuwapatia bidhaa au huduma bora ili iwe rahisi kwao kununua. Tabia ya nne ni wateja wa mahitaji maalum. Wateja hawa huwa wanaendeshwa na mahitaji maalum. Wanapofika kwenye eneo la biashara, huangalia kama wanaweza kupata hitaji lao. Iwapo watakosa, wataondoka mara moja. Wateja hawa wanaweza pia kuwa waaminifu ikiwa wanahudumiwa vizuri. Ili kuwatunza wateja hawa, inabidi ufahamu aina ya mahitaji maalum ya wateja yanayojitokeza kwa watu wa jamii husika pamoja na wakati husika. Hii itakusaidia kuwapatia aina ya bidhaa au huduma wanayohitaji na yenye kiwango cha ubora wanachohitaji kwa wakati. Tabia ya tano ya wateja ni wateja wasio na uhakika. Hawa ni wateja ambao hawana uhakika wa bidhaa au huduma wanayotaka kununua. Wateja hawa hawana matakwa halisi au haja maalum ya bidhaa au huduma wanayohitaji. Badala yake wanataka hisia ya uzoefu na mwitikio wa jamii. Ili kuwatunza wateja wa aina hii, unatakiwa kufahamu jamii husika inapendelea nini kwa wakati husika. Unatakiwa pia ujue vizuri faida za bidhaa au huduma unayotoa, ili uweze kuwashawishi kununua bidhaa au huduma hiyo. Kila mteja ni hadithi na kila hadithi inahitaji mtu wa kuisikiliza. Ukishaelewa tabia za wateja hawa watano, mteja mwaminifu, wa gharama za chini ushika, wa kushawishika, wa mahitaji maalum na asiye na uhakika, utaanza kuona mabadiliko makubwa katika huduma yako, mawasiliano yako na ukuaji wa biashara yako. Usifanye biashara kama biashara tu, fanya kama huduma, kama wito, kama nafasi ya kubeba mioyo ya watu. Kumbuka, huduma nzuri huleta tabasamu, tabasamu huleta uaminifu na uaminifu hujenga biashara ya kudumu. Asante kwa kutazama. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili tuendelee kujenga kizazi kinachoweka thamani kwa mwanadamu na si faida pekee. Mimi ni wako, kutoka Moyo wa Malezi, tunakuwa pamoja kwa upendo na kwa makusudi. Mungu akubariki. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.